Kucheza mechi ya dabi, dabi hakuna, dabi hakuna shekhe. Ah, swala la dabi mbona tushalimaliza shekhe, swala la dabi tumeshalimaliza. Labda kitu ambacho naweza nikawaomba wana yanga wenzangu tuna mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi uh, ya uh, Tabora United. Alafu, kabla ya Tabora tutakuwa na mechi KMC nadhani tutacheza na Songea Songea United. Kwa hiyo naamini saizi focus yetu kama mashabiki na wanachama wa Yanga twange kwanza mechi na Songea, tukimaliza mechi na Songea twende Tabora tukaucheze mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara, kwa sababu ule mchezo uh, unaonekana umetolewa macho sana na wapinzani na taarifa zao tunazo uh, wameshaingia pale uh, wameshaingia yani mjini Tabora kisawasawa na milioni zao thelathini. Hey, yani, mimi ninazo za ndani zao, wa Yani wana milioni zao 30, wameshazitenga kwenye klabu ile, ili waifunge Yanga Afrika. hizi ndio mechi zetu zilizobakia, na hizi mechi kama kuna mtu anajitia kembelembele atakutana na shoti nzito kwelikweli, yani asasija akajua labda anache, anacheza Yanga na hiyo timu hivi. Kwanza hivyo vilabu vinapaswa kujiuliza mara mbilimbili. Huyo mtu ambaye anawaletea nyinyi milioni thelathini ili mcheze na Yanga muweze kutafuta hata sare, huyo mtu kwa nini yeye kashindwa kutwanga naye? Kwa nini yeye alikimbia uwanjani? Kuzuiliwa kufanya mazoezi sio sababu ya kucheza mechi, yani mazoezi ambayo wao walizuiliwa kikanuni, tulipaswa sisi labda kama, kama kuna kanuni inaweza ikazungumza ikatuhukumu ilipaswa kutuhukumu, sio kutokucheza mpira, yani mpira ulipaswa kucheza. Hili nawafundisha jamani, duniani kote, kitu cha kwanza kinachopaswa kufanyika kwenye timu za mpira wa miguu ni kucheza mechi, ndio kitu kilichotukutanisha. Hakuna kitu kingine. Iliundwa Yanga kwa sababu watu walikuwa wanacheza mpira, watu wakacheza mpira, ndio maana Yanga ikawepo. Iliundwa Simba kwa sababu ya kucheza mpira, watu wa Simba wakawepo kwa sababu ya kucheza mpira, sio kukimbiana, wala sio kuogopana. Sasa kama wao walizuiliwa kuchofanya mazoezi ya mwisho mazoezi ambayo miaka yote tangu uwanja wa Mkapa mimi nautambua, hakuna timu yoyote ya Dabi ya Kariakoo iliwahi kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja ule. Unasema msishi kimazoea, ile ilikuwa ni wajibu. Hakuna mazoea na wala hatuhitaji mazoea. Nisikilize nikwambie, shekhe, ule uwanja ni wa taifa, lakini Yanga anapokuwa mwenyeji, sisi tunaukodisha ule uwanja, tunalipia gharama sisi kama wenyeji wa mchezo, ina maana ni miliki yetu. Sawasawa, tunaweza tukaupa hata jina jingine. Yani sasa hivi na nitawaambia viongozi wa Yanga, uh, rais wa klabu ya Yanga engineer Heris Ali Saidi na viongozi wengine, makamu wa rais na wajumbe wa kamati tendaji, ili disiplini ipatikane Uwanja wa Taifa unapotumika kwa ajili ya mechi ya Yanga yoyote uwe na jina maalum ambalo litatanaisha watu dunia nzima kwamba Yanga yuko nyumbani, anacheza kwenye uwanja fulani. Wewe unapenda mpira na unaufuatilia mpira. International Milani, nisikilize unielewe. International Milani au kwa Kiswahili watu wanasema wanaita inter Milani anatumia uwanja unaitwa Jisepe Meaza, Jisepe Meaza, lakini AC Milani wanatumia uwanja unaitwa Siro. Shekhe, hayo ni majina mawili tofauti, lakini kiwanja ni hiki kiwanja ni hiki. AC Milani akiwa nyumbani, kile kiwanja anakiita Siro. Inter Milani akiwa nyumbani ule uwanja anauita Giuseppe Meazza, lakini ule uwanja ukiwa unatumika na timu ya taifa ya Italia una jina lake, naitwa uwanja wa taifa wa taifa la Italia. Nawaomba tena viongozi kwa klabu ya Yanga kupitia rais wa klabu ya Yanga, naamini sauti yangu anaisikia kwa kinywa chepesi tu, tukiwa uwanja wa Mkapa Lupaso uwanja wa Benjamin William Mkapa utatambulika pale timu ya taifa inapocheza, aidha inacheza timu ya taifa ya vijana, inacheza timu ya taifa ya wanawake, inacheza timu ya taifa ya wanaume ya wakubwa, ule uwanja utatambulika kama Benjamin William Mkapa. Klabu ya Yanga iteue jina lake ambalo litatumika uwanja wa Mkapa, kwa maana ya kwamba sisi tukiwa wenyeji wa mchezo aidha wa ligi kuu au uwe mchezo wa kimataifa, tuwe na jina letu ambalo tutauita, ili kuwepo na heshima kwamba unakoenda pale, unaenda ugenini, unaenda kwenye uwanja wa nyumbani wa klabu ya Yanga. Na madunduka watatafuta majina yao. Nisikilize vizuri, kwa nini nakueleza hivyo? Kwa sababu nyie mnachukulia mazoea kwamba pale Simba wamekuja kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Mkapa, uwanja neutral Simba wajeja kufanya mazoezi kwenye uwanja neutral. Simba wamekuja kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Yanga. Sisi ndio wenyeji wa mchezo, uwanja tumeukodi, tunaulipia gharama. Muulizeni meneja wa uwanja ni nani, mkamfanyia interview. Gharama za mchezo ule kuanzia umeme, sijui jenereta, sijui nini, nani analipia kama sio Yanga Afrika? Sisi ndio wenyeji, ina maana si. ule uwanja ungekuwa hapa Kaunda, Simba angekuja hapa bila taarifa? Angekuja hapa bila taarifa? Sababu ungekuta hao makomando sio security lazima ukakutana nao kama hawana taarifa wewe utaingiaje kufanya mazoezi? Kaya tufanye ile tumesahau kodi sasa wanja uko chini yetu. Yanga Princess atakiwa anze mazoezi alafu wanaume watakuja kufanya. Yanga Princess wako wanafanya mazoezi Ijumaa usiku, saa moja usiku. Wasingefanya? Wangekuja kufanya pale kati Yanga Princess anafanya. Nyie mashahidi, JKT Tanzania wamecheza mechi na Singida Black Stars. Black Stars. Sindio? Singida wametoka walikotoka, wameenda uwanja wa meja jenerali Samuyo bila taarifa, wamekuta Jeketi kwiso wanafanya mazoezi pale. Kwa hiyo Jeketi kwiso walikuwa na mamlaka kufanya mazoezi saa kumi, siku moja kabla ya mechi, kuelekea mechi ya Singida. Mlienda kufanya cover ya story ya Singida, Singida kufanya mazoezi wakugeuza, basi wakaondoka. Kesho ikutonga mechi, msitotee mambo ya kitoto, shefe, msitotee mambo ya kitoto kwenye mpira sisi watoto wadogo tumealika watu wametoka mataifa mbalimbali, wamekuja kuangalia mpira. Tumealika wanaume wametoka mbali, wamekuja kuangalia mpira. Tumealika wanawake wametoka mbali, wamekuja kuangalia mpira. Ni kwa sababu viongozi wenu wa mpira hawa au hawa mnowazungumza hawalipi gharama kwenda kutizama mpira, shekhe. Mimi sikwambia hivi vitu bure kuna kiongozi pale kwenye lile jengo la TFF analipia gharama kwenda kuangalia mpira wote hapa Waligikuwa wa ligi kuu wa analipia gharama utumishi wake shekhe, kama wange hivi. Imagine engineer hapa katoka juzi kaenda kuangalia mpira Liverpool finali na na, na Newcastle United, angefika pale Uingereza anaambiwa mechi hakuna. Yani katoka Tanzania kalipa gharama zake kaenda kuangalia mechi Newcastle na Liverpool. Anafika Uingereza, katoka Tanzania, embu imagine kutoka Bongo nauli kutoka Bongo mpaka ufika Uingereza. Unafika pale, umesha buki hoteli kutokea Tanzania. Mako kwa Tanzania una buki hoteli kama unaenda Uingereza. Kwamba nitafikia hoteli flani. Unafika kwa siku zako unakaa, alafu unaambiwa mechi hakuna. Watu wamelisha mechi saa nane mchana. Newcastle na Liverpool atakuwa saa moja jioni. Hayo mambo ya kitoto utakuta huko. Huo ni utoto nyinyi mnachukulia poa kwa sababu mnadhani wanaoangalia mpira wanatokea Mbagala peke yake. Huko ni kutuvunjia heshima mashabiki wa mpira wa nchi. Na tunasema tukizungumza baadaye, mnapiga pigeni simu haina shida, mi nawaelekeza, msichukulie poa washabiki wa, wa mpira wanaoenda kuangalia mipira yetu ya Tanzania, tunatumia hela nyingi sana kuja kuangalia mipira, tunatumia gharama, tunashawishi watu, mpira huu unapendwa watu wakikosekana viwanjani mnapiga kelele sasa. Hizi ligi kuu Tanzania bara Singida na na mashujaa, mashabiki wanaingia uwanjani wengi, watu wameanza kuzipenda timu zao za mikoa, ni vizuri sasa. Hizi watu wanaingia, zamani mashabiki wa tiketi zinauzwa, watu hata kumi hawafiki kwenye hizo mechi zenu za kawaida, lakini siku hizi idadi inaongezeka. Kwa nini nataka kuharibu mpira? Sisi hatuchezi sheikh na hatuchezi wan..., sio kwa sababu wale madunduka labda tunawafagilia, hatuwafagilii wale, tunawamudu kuwafunga mchana, asubuhi na jioni Hatuchezi kwa sababu tunataka tuweke levo na heshima ya mashabiki.